Moja kati ya klip ambayo imewahuzunisha watu wengi sana kwenye mitandao ni hii klip ya video queen wa nyimbo ya Vaileti ya Matonya. Huyu ambaye namuona, amini usiamini, ni video queen wa nyimbo ya Matonya. Sijui kama unaikumbuka hii video. Vaileti ni ngoma ya Matonya ambayo iliachika miaka elfu mbili na saba kama sijakosea elfu mbili na saba, e, ni ngoma ambayo ilifanya vizuri sana, ni mojawapo ya ngoma ambazo zimekuwa kama nembo ya muziki wa Bongo Flava mpaka kufikia mdau hapa. Sasa kuna mdau ambaye amekutana bana na huyu Sista Du ambaye kipindiko, ambaye kipindiko, ambaye, solazima la madawa sisemi hivyo, kwa kuwa nina uthibitisho, lakini nasema tu kutokana na mwonekano wake. Mm-hmm, hizi taarifa usije ukazinukuu kusema kwamba eh, bidada wa watu anatumia madawa na vitu kama hivyo, lakini kwa mwonekano tu anaonekana kabisa kama ni mtu ambaye hayuko sawa, mtu ambaye kama amekuwa anaumwa ama mtu ambaye eh, yani kama uso umepoteza nuru, kwa vitu vingi tu. Sasa na possible reason ama sababu ambazo zinafanya mtu paka anafikia kiwango hiki ni kutokana na eh, msongo wa mawazo tu, vitu vya kawaida ambavyo vinahusiana na stress za maisha lakini pia kuna swala lazima la matumizi ma, a, ya madawa kulevya pia wingi, pia ya eh, kuna unywaji pia wa pombe kwa wingi, lakini pia kuna masuala ya maradhi. Ehe, mtu anaweza kaumwa mpaka ikaja mwonekano wake uso wake na vitu vingi vikabadilika kwenye mwonekano wake leti, ulikuwa ni mwimbo wa moto sana sana sana. Sasa kuna taarifa ambazo ilikuwa inasema kwamba mavideo kwini wengi eh, kuna mambo ambayo alikuwa anasema hivyo mavideo kwini wengi sana, ama masta wengi wa kitambo eh, usta ulikuja kwa wingi, lakini pesa zikawa sio aziendane na ukubwa wao, wengi wakaingia kwenye masuala ya depression, na kuna historia ndefu na kubwa sana ya wasanii wa kitambo ama watu maarufu wa zamani ambao walikuwa kwenye kiwanda cha burudani kuingia kwenye masuala mazima ya matumizi ya madawa kuleva. Tuna mifano mingi tu ya wasanii waimbaji, waigizaji na uh, mainfluencers pia wa muda mrefu ambao wa lishindwa uh, na maisha kiasi kwamba akaamua kuingilia madawa ya kulevya. Sasa huyu hapa bana, ni Vaileti wa nyimbo ya Matonya e, ambaye sasa, huu ndio mwonekano wake wa sasa hivi. Wadau walikuwa wanasema kwamba ni jambo la kuhuzunisha sana, lakini pia ilikaibua pia mjadala kuhusiana na nini ambacho kulikuwa kikiwafanyikia wasanii wa, wa, wa zamani. Na ndio na kitu ambacho pia nataka nikuulize, eh, unipe maoni yako. Unahisi kwamba hawa, uh, wasanii ambao walikuwa wakifanya ki, uh, kazi kipindi kile, ni mapato yao ama malipo yao yalikuwa yako chini sana ama wao pia waliamua kuendekeza starehe kwa wingi kiasi kwamba wakashindwa kuwekeza kidogo ambacho walikuwa wanakipata mpaka kupelekea maisha yanayotokea kama hivi hapa. Ehe, kuna tofauti gani? yaani ni ambacho kinawakwamisha, tofauti na manuskulu wa sasa hivi, wengi akishaingia kwenye umaarufu tu, mwaka mmoja au wa pili au wa tatu unampata ni mtu ambaye bola na madinga, majumba e, viwanja na vitu kama hivyo. Lakini imekuwa hali imekuwa tofauti kwa mastaa wa kitambo bana ama wazamani. Sasa e, nataka ni unipe maoni yako pili, pia ya, pale chini kwenye uwanja wa comment. Ehe, nini ambacho ao kinapelekea watu wenye umaarufu mkubwa, wa mwisho wa siku wanaishia kama hivi? I read